wewe. Hapa yeye mimi wakosa hela mi ndonakugaia kama ni elfu tano kama ni elfu kumi. Sasa hivi tena kwa familia inakuwaje ni double. Kuna mambo mengine ya kizazi zao yaani zimilala kama wewe wewe kwa milala. Hivi wewe mtu wa kiume, kwa tafuta hela ata kutegemea mwanamke akupe hela. Ushaelewa maisha yenyewe sasa hivi magumu, nakwambia ukweli.